Na mtazamaji wa Faida Online TV, kumetokea upepo wa ajabu katika kijiji cha Mnazi kinachopatikana kwenye kata ya Nalingu wilaya na mkoa wa Mtwara. Upepo ambao umekuja kusababisha maafa ambapo tumefika hapa na kuweza kujionea, unaweza kusema ni kimbunga, lakini wanasema sio, lakini upepo ambao ulikuwa unazunguka na wenye rangi nyeusi umesababisha athari mbalimbali, ikiwa mbali ni pamoja na nyumba takriban nane kubomoka moja kwa moja, lakini pia kuna nyumba zaidi ya kumi na zimeharibiwa. E, pengine upande zingine paa lake limezuli na upepo huo na kusababisha sasa maisha ya wakazi wa kijiji hiki kuwa magumu na pengine hawajui wanaenda kuanzia wapi. Tumefika na kujionea hali jinsi ilivyo na tumezungumza nao watuambie hiyo hali ilikuwaje na imewaathiri kiasi gani. Upepo wa ajabu wanasema na hujawahi kutokea hata mwaka mmoja. Tukazungumza na baadhi ya watu ambao wamekumbwa na shida hiyo watuambie hali jinsi ilivyokuwa, lakini pia ameomba kama kuna uwezekano Serikali watizame kwa jicho la pekee waweze kupata msaada moja waweze kupata chakula, lakini pia waweze kupata mavazi na makazi kwa maana kwamba angalia namna gani anaweza kupata maeneo mazuri ya kuishi, lakini pia kuna watoto, kuna wanawake ambao wanahitaji waweze kupata msaada wa kuweza kuhifadhiwa. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment chini yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Tafadhali baki nasi kwa majina. Naitwa Upendo Samri Mkwahe, ni mwanakijiji wa kijiji cha Mnazi, kata ya Nalingu I, upepo umetokea kwenye majira ya saa mbili asubuhi nikiwa ndani nikiwa na nipo na mtoto mdogo. Baada ya kutokea upepo, ina maana nilishindwa kupata msaada nikatokea kwenye dirisha pamoja na mtoto wangu nikiwa naye mgongoni. Kwa hiyo baada ya kutokea zahma ambayo iliyotokea hapa kuonekana kwamba nyumba imebomoka, ina maana baada ya kutoka kile kimbunga kapita kusafirisha hali halisi ya mazingira ikiwemo chakula tulihifadhi kwa ajili ya kula kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini chote kimeondoka pamoja na vitanda, magodoro, mabati yote kama unavyoona hali halisi yameshaondoka. Ina maana hatuna sehemu ya kufanyaje ya kuishi. Ina maana tupo tu tunasaidiwa na majirani. Mavazi hatuna, chakula hatuna. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali, kama serikali tusaidie, angalau watusaidie ili tupate ujenzi na chakula na sehemu ya kuishi ili tuendelee kuishi, kwa sababu hata hawa majirani wanaweza kutusaidia na mwisho wa siku watafanyaje? Watashindwa. Huo upepo uliambatana na mvua, iliambatana na mvua kubwa sana, kiasi kwamba huo upepo hata kama ungeeni kumba uhalisia wa upepo ulivyofika, ni basi tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, umeweza kutuokoa. Lakini kama ingekuwa ndo tofauti na hivyo, sasa hivi hatupo. Wakati nyumba inatikisika, nipo ndani. Ina maana ilinikuta tu watu kuonekana kwamba kwa vile sina msada wowote basi nipite tu dirishani ili niweze kuokoa maisha yangu mimi pamoja na mtoto wangu. Kwa hiyo nilipotoka tu ndo ikaanguka. Ina maana malizikia mguu pili kumalizia kutoka ndani na nyumba inaanguka. Kwa majina naitwa Maua Selemani Aiza Mama Tunda. Nakaa kijiji cha Mnazi kata ya Nalingu. Asubuhi nilivyoamka kwenda zangu shambani. Nimepitia hapa kwa wanangu kuwasalimia. Nikawakuta wako fresh tu. Ikabidi mimi nikawaaga, "Jamani, mimi naenda shambani, maana siwezi nikatoka bila kuwasalimia watoto wangu kwanza." Nilivyotoka kwenda zangu shambani kule, nimefanya fanya kazi, mvua kubwa, nikaona ile radi radi zile nyingi. Ngoja nirudi. Nilivorudi kuja zangu hapa nyumbani hapa. Nikayakuta mazingira ndio kama hivi sasa. <laughs> Kwani hapa ilikuwaje? Wananiambia hapa ndio kama hivyo ulivyoona. Nikiangalia hapa kwa kweli nyumba ya mwanangu haipo, ya mwanangu tena jirani haipo, ya dada yangu pale haipo, ya kaka yangu kule, yule nani mwemediaali na, eh, vile vile mebwaka, nilipofika kule kwangu ninakuta ule mtawi wa mkorosho umetoka kwa bwana huyo pale, umefika kule kule, amewahi kubomoa kwangu kule tofali kama kadhaa hivi, unaona, nikaona eh, leo kali kwa kweli nikamwambia, sasa, hamisheni vitu vyenu mwende mkaweke kule ndani tubanane hivyo hivyo. Sasa mtakaa wapi? Kwa maana hiyo hao wanangu, ikabidi tukatoa toa tena vitu vilivyobaki bakia, hivyo vingine vimeenda, mabati mengine yako makokoni. Yani kila kitu, vyakula vimelowa, hawana chakula, nguo. Nikaamua kuchukua nguo kumgawia bibi huyo mwanangu huyo wa kike kuvaa, unaona huyo mwanangu wa kiume na yeye kuchukua nguo zingine za baba yake, na yeye nikampa akajistiri. Kwa maana hiyo, shughuli ndio hiyo. Kwa majina naitwa Muhamed Ali, mkazi wa Mnazi, kata ya Nalingu. Tuambie hichi kilichotokea hapa hasa, hasa, nini, mvua ama ni kama kimbunga ama ilikuwaje? Hichi kilichotokea ni upepo mkali sana, ule upepo tunahisi kama kimbunga, yaani hatuwezi kujua kwamba hatuwezi kwa kimoja kwa moja kwamba ni kimbunga, lakini ni upepo mkali sana ambao ulishavunja mikorosho ulishavunja majumba, umefanya uharibifu wa hali ya juu sana. E, na ule upepo manake sio kwamba ulikuwa na kilomita nyingi za upana, kama ingekuwa una kilomita nyingi za upana manake huku kwetu Mnazi kote usingeweza kukuta hata, hata banda moja usingeweza kulikuta. Yaani kuelezea sisi hatuwezi. Makazi ambayo yameharibiwa ni mengi kiasi gani? E, nyumba zimeharibiwa kama saba au nane. E, lakini pia umeharibu mikorosho ya watu, mashamba ya watu imevuruga, nini mik, mikorosho ya watu imekata kata vipande vipande imeng'oa ng'oa. Eh, ni wa nguvu ya ajabu pengine. Eh, una nguvu ya ajabu sana. Okay. Eh, hata kimbunga ndio mm. Mimi nasema kwamba labda sijui akina nguvu kama huo upepo. Mimi kwanza naomba sisi tulopatwa na haya maafa, serikali itufikirie kwa nguvu sana iweze kutusaidia. Kwa sababu hali ambayo tunayo kidogo ni ngumu. Hapa palikuwa, hapa tulipo, eneo hili hapa palikuwa na nyumba kama tatu hivi. Manake zimevunjwa bado vifusi ambavyo vinaonekana hivi hapa, mabati ambayo yanaonekana, maana hizo nyumba hamna. Na sehemu nyingine pia kuna nyumba zimevunjwa, kuna mashamba watu wa mikorosho yameharibiwa. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie, ili tuweze kujikimu mwezi huu wa Ramadhani, pengine tufike mbele, mbele ya safari. Kwa majina naitwa Salmuali Salmu Gwimangela, ni kaimu mtendaji wa kijiji cha Mnazi lakini pia ni mwenyekiti wa kitongoji cha Namnungora. mm -hmm. Tumeona hali jinsi ilivyotokea hapa kwenu e, tatizo hasa ni nini? Kwa namna mlivyoona, hii shida imesababishwa na nini? Hii shida imesababishwa na upepo. okay. ambao binafsi siwezi nikaopa nika jina moja kwa moja kwamba hiki ni kimbunga ama upepo wa namna gani, lakini ni upepo. imeshawahi kutokea hali kama hii kwa miaka kadhaa iliyopita? Kusema kweli, tangu nimehamia mimi Mnazi ama nimezaliwa sijai kusikia ama kuona kwamba kuna upepo wa namna hii lakini, ndo Jumatatu nimepata kuona. mm. Athari iliyojitokeza hapa ni kwa kiasi gani? kwa majumba ambayo yame, yani, majumba ambayo yamebomolewa kabisa ni yapo manane. mm. Lakini kwa yale ambayo naweza nikasema kwamba yamejeruhiwa, mm. yani yamepata tu maafa madogo madogo ni yani e, zaidi ya kumi kumi na ya kwa hiyo tunazungumzia kwa sababu hao ndio wamekosa kabisa makazi, wana kaya kabisa kwaya, kwa manane katika hayo majumba yote ambayo yamebomoka na athari zingine zilizotokea, hakuna maafa ya binadamu ya, tunashukuru Mungu hakuna maafa ya binadamu yoyote, hilo tunashukuru. Okay. mm -hmm. Sawa, kwa namna unavyonielezea naambiwa ni kama upepo ulikuwa unazunguka ni mweusi, si ndio? E, kwa watu wa Mtwara kuna kitu kinaitwa na ndenga. mm -hmm. Yani ni kama vile shetani hivi, inaweza ikawa kitu kama hicho, ama nyinyi kama wananchi mnahisi ni jambo gani? Amna, siwezi kwa sababu hiyo, mimi mwenyewe nimeshuhudia kama siku zile kwa majira ya saa mbili za asubuhi baada ya kupiga radi kubwa ile, kama mliwahi kuisikia <laughs> kwa hiyo baada aladi, ya kupiga ile radi ika kama dakika tano, kwa hiyo tukaona tu kitu kinakuja afu kinapokuja kinakuja kwa kujizungusha, ni kujisogota. Jina naitwa Mfaume Hamisi Mchinji, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Toka limetokea hili, kikweli hali sio mzuri, kwa sababu hali sio mzuri, wananchi ndugu zangu maisha yao sio mazuri, hawana sehemu ya kuishi, wanahangaika na watoto wao. Kwa hiyo kama walivyosema wenzangu, kwamba tunaiomba serikali tushike mkono. kutokana na hili sawa, tunapeleka taarifa hii. Tupeleke taarifa gani? wananchi wako wanahitaji vitu gani mara baada ya hii jambo? E, kwanza wapate huduma ya makazi na ulaji. Wapate makazi kwa ajili ya wana watoto wadogo, kama unavyo waona wanaishi nao tu nje kwenye miti. Kwanza makazi yapatikane, watu waweze kujitunza kibinadamu, pamoja na chakula kipatikane ili hao wa watu waweze kujipanga na mambo mengine. mm. Sawa, sisi tumelichukua hili na, na tunakuahidi kwamba talifanya kazi litafika kwa wakuu kama walivyoomba, yeah. Tukupe pole sana. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Mnazi kwenye kata hii ya Nalingu, wilaya na mkoa wa Mtwara, akizungumza kwa masikitiko makubwa kutokana na kile ambacho kimetokea hapa, kwa maana kwamba ameguswa mara baada ya wananchi wake kuweza kukutwa na dhahma hii ya kitu ambacho kieleweki. Ni upepo ambao hausemekani, unaweza kusema ni kimbunga lakini wanasema siyo; lakini sio upepo ambao ulikuwa unazunguka na wenye rangi nyeusi, umesababisha athari mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyumba takriban nane kubomoka moja kwa moja, lakini pia kuna nyumba zaidi ya kumi na zimeharibiwa e, pengine upande lakini e, leo hii tumeona misaada mbalimbali ikikabidhiwa kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mtwara ambayo ameikabidhi mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenan Sawala, na ni misaada ambayo imetolewa e, kutoka moja kwa moja kwenye ofisi ya waziri mkuu. Wametoa misaada mbalimbali ikiwa ni pamoja na magodoro, tumeona wametoa unga, wametoa sukari, wametoa e, plastiki za maji na vitu vingine kama hivyo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wahanga ambao walikumbwa na mafuriko ilipofika mwezi Februari e, karibia tarehe tatu nne na tano pale, lakini hii sasa imekuja kutokea mara baada ya misaada ile kufika na kukabidhiwa katika ofisi ya mkuu wa wilaya. Pengine kwetu kama Faida Online TV tuombe tu busara itumike, watizame pia hawa ambao wamekumbwa na dhama hii waweze kusaidiwa moja kati ya misaada hiyo basi iweze kujumuishwa na hawa watu waweze so kupata chakula, na ikizingatiwa kwamba tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kuna ambao wale ambao wanaendelea na Kwaresma. Kwa hiyo hii itakuwa ni msaada kwao kwa namna moja ama nyingine. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kazi yetu ni kufika kwenye matukio mbalimbali na kuweza kuonesha kile ambacho kinatokea katika maeneo hayo, kwa sababu sisi ni watu wa fieldi.